Habari ya asubuhi bwana Yusuf Juma. Nzuri sana bwana Gidi. Kwanza kabisa kuna habari ambazo nimepokea ambazo si njema. Naam no. <coughs> najua tayari ushazipata. Naam. No. kuhusu ndugu yetu bwana Ojiambo, hebu yes. tueleze kidogo mm. uh, kilichotokea. uh, bwana Gidi mm. ni kwamba bwana Davis Ojiambo mwenzetu wa Radio Jambo mm. aliweza kumpoteza babake jana Oh, pole sana. Na, na ni jambo ambalo pia amelipokea kwa kushtuka mm -hmm. Kwa sababu kulingana na alivyosema alikuwa amezungumza na babake muda mfupi uliopita mm -hmm. Na mzee akaweza kuzirai wanasema na akaaga dunia. Hey, sasa pole zetu ni kwa bwana Davis Ojiambo na familia nzima ya mzee Christopher Ojiambo wa mm -hmm. Nafikiri wameanza kufanya matayarisho huko Funyula mm -hmm. Ili kuona hali itakwendaje mm -hmm. Naam. Okay, pole sana, najua labda natusikiza. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi, uh, kuweza kumpatia um, uh, kum, kum, kum, kum, kum, kum pole zetu hapa Radio Jambo na mashabiki wa Radio Jambo kwa bwana Ojiambo ambaye ni mtangazaji wa hapa Radio Jambo ambaye nimepokea habari kwamba alipoteza babake hapo jana. Kwa hivyo pole sana bwana Davis, tunakuombea na tunaombea pia familia wakati huu mgumu ambao unapitia pale. Ni kweli bwana Gidi, mm. nafikiri kifo kifo ni kitu ambacho kitamtembelea kila mmoja mm. Lakini ni, ni kujipa moyo tu na vilevile kusherekea maisha ya mzee Christopher kweli, kwa sababu wajua kifo kitokea, hakuna mm. cha mno mm -hmm. Lakini tukumbuke mazuri ambayo labda marehemu aliweza kufanya kwa jamii yake na kwa, kwa taifa zima kweli, alikuwa msomi mm -hmm. alikuwa ni mwalimu na vilevile alikuwa ni afisa mkuu wa elimu katika kaunti ya Busia mm -hmm. na kaunti nyingi kote nchini mm. naam okay. Pole sana.